uhalali wa mfuko wa NGCDF unaendelea kugonga vichwa vya habari huku katibu mkuu wa idara ya mipango ya kiuchumi Bonface Makokha na mwenyekiti wa bodi ya NGCDF John Olago Aluoch wakifanya ziara katika miradi ya maendeleo katika kaunti ya Bungoma ziara hii inalenga kutathmini hatua ya utekelezaji wa miradi wakati ambapo kesi kuhusu halali wa mfuko huo zinaendelea mahakamani. We are confident that the court will determine the matter in the next, in the next month in favor of, uh, the CDF but even despite that, we are still depending on the legislative arm of government to ensure that CDF complies with what the, the, what the law says. As it is now we have no worry at all about the future of CDF maafisa hao wametembelea taasisi mbalimbali ikiwemo shule ya msingi ya Busakala na kuonyesha kuridhishwa na maendeleo ya ukamilishaji wa miradi huku wakiahidi kuwa serikali itahakikisha miradi yote iliyokwama inafikia asilimia mia moja kukamilika. Kuna different projects ambazo zinafanywa na CDF kupitia kwa hii fund chini ya oversight ya members of parliament ambao wana tunashirikiana nao kwa karibu. Kwa hivyo, Kabchai tumekuja kuona projects katika hizi different wards na tumeanzia hapa nyuma yangu, ukiangalia unaona mjengo mzuri maridadi unaendelea na karibu unaisha. Hiyo kazi imefanywa na National Government Constituency Development Fund, ambayo imepeana pesa za kujenga zimalizike, na hata after kujenga kumaliza, pia tunaweka ndani furniture ambazo ni desks na hata viti za walimu. Kwa hivyo hii safari yetu tumetembea this is the eighth stop for me. Tumetembea different constituencies na hata hapa Bungoma County tuli uh, anzia pale Kandui tumekuja pia hapa. We are trying to document to verify that the projects that are reported are what is on the ground. So hiyo ndio lengo kuu. My clarion call kwetu haswa watu wa, uh, wa hii constituency wa hii area ni kwamba tufanye kazi kwa pamoja na hii serikali kwa sababu ni serikali ambayo ni ya inclusion, haiachi mtu yeyote nyuma. Katika hatua inayofuata, mamlaka husika zinatarajiwa kutoa taarifa rasmi kuhusu mwelekeo wa mfuko huo, huku wananchi wakisubiri kwa hamu kuona iwapo jitihada za serikali zitaleta suluhu ya kudumu kwa changamoto zinazokabili suala la uhalali wa NG-CDF. Nikiripotia mtazamo wa dira runinga ya Tandao, jina langu ni Florence Simio.